Ni wakati mwingine tena bado nipo Tanga na hapa nimefika sehemu moja panaitwa Mnyanjani. Hapa kuna historia kubwa sana na kuna sababu za msingi ambazo zimefanya mimi nifike katika eh, kijiji hiki kuzungumza na mwenyekiti ambaye nipo naye hapa atueleze mengi zaidi ambayo naamini pia wewe utajifunza na utaelewa maajabu ambayo yapo katika eneo hili ambalo linaitwa Mnyanjani. Huku Tanga. Kiongozi, habari yako? Habari yako habari nzuri tu bwana. Ah namshukuru Mwenyezi Mungu. Si leo wageni wenu bwana, nimekuwa e, na tu kidogo kutembea baadhi ya maeneo Tanga. Nikasema leo basi nifike katika mtaa wako wa Mnyanjani. Wakati nakuja, ebu onyesha kule, wakati nakuja nikawa naona maeneo jinsi ambavyo yalivyo ni kama vile ni bahari. So ningependa kujua ile eneo ni kisiwa ama ni nini? E, ile eneo letu la Mnyanjani ili ni kisiwa e, lina jangwa kwa kuna siku kuna, kuna jaa maji kinazungukwa ni kisiwa. Hiki wakati gani e, ambapo so, maji yanakuwa yanajaa ni wakati wa bamvua, bamvua linakuauka, bamvua likafika mwezi kumi laanza kuauka lile bamvua, kwa hiyo lina, linafika hapa kuna siku saa kumi, kuna siku saa kumi na moja, kuna siku saa kumi na mbili, kuna siku saa moja usiku, kuna siku saa tisa, kuna siku saa moja asubuhi. kwa okay. e, linakwenda lina, lina kutokana na mwezi okay. e, mwezi ulivyo ndio linavyokwenda bamvua. Na ikitokea pengine sasa maji yamejaa, e, ninyi kama wananchi labda mmeenda pengine mjini unarudi nyumbani mnafanyaje? tunavuka bamvua Kunja suruali tunavuka bamvua, kwa sababu bamvua letu sio kubwa la kumzuia mtu asipite. Bamvua likajaa, watu wanapita okay. Eh, bamvua ni maji ah, e, ah, okay. e, okay. maj... ya e, saa, saa. Okay. Ni bahari anauja. Anauja. Bahari maji okay. ya eh, hapo sawa sawa, bamvua ni maji ya bahari yanaojaa, maji ya bahari yanajaa na kutoka kupwa kwao anakwenda na kuja. Kwa hiyo yakaja yanajaa, yakatoka yakenda, anametoka Sawa. Kwa hiyo kama ulikuwa ujue inabidi ujue kwamba Mnyanjani ni kisiwa. Mwenyekiti, majina yako nilisahau kuuliza. Majina yangu naitwa Muhammadi Ramadhani Mabruki. Eh. Wewe ni mzawa hapa. Eh, mimi ni mzaliwa wa Mnyanjani. Okay. Eh. Sawa. Tusikie kidogo hapa kwa kivuli, moja kati ya historia ambayo nimepewa kuhusu Mnyanjani nimeambiwa, miaka ya nyuma e, hayati Mwalimu Nyerere Nyerere alifika hapa Mnyanjani, hebu tupe hiyo historia kidogo, ikoje? Ndiyo, Mwalimu Nyerere alifika hapa wakati anataka uhuru, kwa wakafika mji huu akakutana na wazee wakakaa kwenye mti huu wa msufi, mti huu hapa wakakaa. Eh, okay. hapo na pakafanya visomo na akatakiwa afunge E, kwa hiyo Mwalimu Nyerere alifunga kwenye mji huu kufika mida ya saa tisa tisa Mwalimu Nyerere akawa hawezi ataka, anaumwa na kichwa. Kwa hiyo kama anataka kufungua basi, akamwambia ah, subiri kuna dawa tutakupatia. Akasubiri mpaka saa kumi na mbili taimu za azana, akapewa futari, akafuturu kichwa kikapoa, akamwambia hiyo ndio dawa eh. Kwa hiyo akapoa, akafunga siku yake moja na akachinjiwa mnyama hapa, baada ya visomo akachinjiwa, akaambiwa naenda zako, usiangalie nyuma, mruke ule mnyama. Akaruka mnyama, usiangalie nyuma, akapita. Ndio safari moja kwa moja, ndio safari ya uhuru. Ah, Mnyanjani ee, na historia kubwa sana ee, na taifa letu katika uhuru ee, Mnyanjani na historia kubwa sana ila watu wana, wanaibana lakini historia yake ni kubwa sana ukataka, historia ya mwalimu Nyerere mji huu ni kubwa sana Mwalimu Nyerere amekuja kupata uhuru hapa, akafanyiwa visomu na dua na akachinjiwa ng'ombe, akaambiwa kwamba ukaruka mbuzi huyu ndio ukaenda mbele usiangalie nyuma, na ndio ni mbele moja kwa moja, hiyo kupata uhuru wako mbele moja kwa moja. Na ni kweli aliporuka amekwenda amepata uhuru moja kwa moja mpaka leo tunaendelea na uhuru wetu. mm. Eh, kwa hiyo ni mji huu ndio ulifukuza kusababisha kupata uhuru Mwalimu Nyerere. Na huu, na huu mti una historia kubwa sana. Historia kubwa sana kwa sababu mti huu ni mti ambao watu wanakaa kwa ajili ya vikao. Kwa hiyo ilipokuja Mwalimu Nyerere, watu walikusanywa kwenye mti huu. Mji mzima akaitwa hapa na visomo vikafanywa hapa eh, okay. So vikao katika huu mti mwenyekiti, mpaka leo vinaendelea, au ni wakati ule wa vikao vinaendelea kwenye huu mti. Okay. Eh, kwenye mti vikao vinaendelea. Eh, kwa sababu ni watu wakaitana kupiga mbiu, watu wanaitwa Msufini, watu wanakuja eh, wanakaa basi. Na mara nyingi inakuwa vinahusu nini? Vikao vyetu hapa, vikao vya serikali, vikao vya maulidi, vinakaliwa hapo okay. Eh, pengine kuna mtu anajiuliza eh, kuna historia gani katika huu mti kwa nini, pengine eh, wakazi wa Mnyanjani wauchague huu mti kufanya vikao eh, huu mti alikuwa ndio palipokuwa na kivuli kikubwa kwa okay. E, sababu mti sasa umekatwa, oh. Lakini alikuwa ni mti mkubwa ulio na kivuli, kwa hiyo watu wakakusanyika pale, wako kwenye kivuli kabisa hmm. E, tuelekee ndani ya mtaa tembeleve, tuelekee ndani ya mtaa ili tuweze kuona sasa mtaa wetu koje. Sasa nataka nijue shughuli kubwa za wakazi wa mtaa huu e, ni shughuli gani Wakazi wa mtaa huu, shughuli kubwa ni wavuvi uvuvi. okay. e. okay. ah, na watu mmoja mmoja na shughuli zao za mjini okay. Lakini shughuli kubwa ni uvuvi mm-hmm. e. so, lakini pia e, ningependa kujua kabila ambalo limetawala hapa Mnyanjani ni kabila gani, kama ni moja au mawili hata matatu? e. kabila kuu ni Wasegeju mji huu kwa hiyo kutapatikana wengine Wapemba wa, wa, wa mm. kutapatikana mmoja mmoja Wasambaa, lakini kuu ni wa, Wasegeju, Wasegeju. Yeah, Wasegeju ni kama Wadigo. Ah. Yeah, ndo. Okay. So, Msegeju na Mdigo wanasikilizana eh? yeah, wanashaibiana ah. kama vile Mbondei na, na Mzigua na na yeah, wanaelewana okay. yeah. so, sasa na, nafahamu kwamba kwenye kila sehemu kuna tamaduni zake, labda ngoma, unajua eh? Chakula na vitu kama hivyo. Nataka nijue Mnyanjani hapa e, ni vitu gani ambavyo mnavienzi kwenye utamaduni, nikimaanisha ngoma labda au nini na vitu kama hivyo. yani, sisi kuenzi kwetu labda maulidi okay. E, katika mji huu kila inapofika mfungo sita tangu enzi za mashehe zetu ni maulidi. Kwa hiyo maulidi sisi kwetu hayakosi, mfungo sita yakakosa ni jambo moja baya sana, kwa kwa hiyo tunayaenzi sana maulidi yetu eh. na vyakula vya asili ambavyo mnapendelea sana pengine kula katika ile eneo ni nini? Najua samaki watakuwepo bila shaka, samaki wapo e. <laughs> vingine. E, vingine ni samaki ubwa, ubwa, na ugali kama kawaida, hiyo ndio e. vyakula tunavyovipendelea huku. Chips vipi, haziliwi chips? Zaliwa, lakini hazipendelewi. Zaliwa kwa sababu chips ni kande ya ya shosho mm. Eh, na sisi ni watu wa kwenda baharini, lazima ule ushibe mm. e. na no. chips e. ni da. kande nyepesi ya starehe. okay. e. kuna jambo moja ambalo eh, nataka na, na nataka kidogo eh, utuweke sawa moja kati ya kitu ambacho nilikisikia pia eh, kuhusu Mnyanjani wanasema huu mji miaka ya nyuma, sijui kama sasa ipo, miaka ya nyuma kulikuwa na majini wengi kuliko watu yani binadamu. Na kwenye historia pia ukiuliza watu wanasema Mnyanjani bwana eneo, eneo ambalo eh, ilifika wakati majini walikuwa ni wengi kuliko watu. Wewe umezaliwa hapa, hebu tuambie kidogo historia katika hiyo. Eh, historia katika hiyo huko nyuma kulikuwa na kisiwa anaishi Shehe Sero kutoka hapa eh, Mnyenjani. Kuna kisiwa kinaitwa Kichalikani, kuna kisiwa kinaitwa Nyamakuu. Hicho kisiwa cha Kichalikani kwa anaishi Shehe Sero na cha Nyamakuu anaishi Mzee Kahatwani. Kwa hivyo visiwa likuwa vina majini mengi kutokana na ucha mwingi ucha Mungu wa Shekhe Sero alikuwa wana wa kijini wakamwona Shekhe Sero wanamkimbia, wanamwogopa okay. E, kwa hiyo mpaka majini wakamfuata Shekhe Sero e, bwana watoto wetu wakakuona wewe, wanakwenda mbio, wanakuogopa, wanashikwa na homa. Kwa hiyo e, tunataka watoto wetu usiwatishe. Kwao Shekhe Sero naye akaingia na mkataba basi, kama nyinyi mwataka watoto wenu niswatishe, na mimi nataka ndugu zangu wa kimnyanjani msiwazuru. Kwa hiyo wakaingia mkataba Sheikh Sero na majini eh. Sheikh Sero kwa naishi huko kitalikane ambako ni, ni huu mtaa wa kimnyanjani, lakini huko kando kidogo. Kwa hiyo kuna maji, Sheikh Sero anavuka anakuja huko. Kwa hiyo kimaajabu, Sheikh Sero huko anakokaa maji yamejaa, anakuja swali alfajiri huku msikiti huku yamejaa, ni mengi na anavuka wala hakutota, anakuja hapa anaswali swala ya usubuhi na, eh, eh, eh, eh, na wala hachelewi. Kila mtu akavyowahi nyi ndo anakuta Shesero ashafika hapo msikitini anaswali swala ya usubuhi eh. hapa na uwezo mkubwa sana na, uwezo mkubwa sana na ndio alituletea elimu humu Sheikh Sero ndio mtu wa kwanza kusambaza elimu ya kweli humu Tanga. Eh, Sheikh Sero kasambaza elimu hapa, kasomesha watu hapa, kina Sheikh Ayubu na kina Sheikh Dhikri. Kwa hiyo na mashaikh wengi. Basi elimu ikaanza. Sheikh Sero alipofariki tumemzika humu ndani ya mji huu. Kwa hiyo Sheikh Sero alisomesha Sheikh Ayubu, Sheikh Ayubu akamsomesha Sheikh Muadi Ayubu. Sheikh Muadi Ayubu akasambaza kwa, kwa mashaikh wengine kama tunavyojua historia huko za sasa lakini chanzo chake ni Shehe Shehe bin Sero Sero eh. Sasa baada ya kuingia ule mkataba wa, amani ikawepo sasa. Amani ikawepo mpaka leo, tuna amani. Si tunapoingia kisiwa hicho, si tuna amani? Mgeni mwingine akisingia si kisiwa hicho, kaenda kachima dawa, aweza sione njia ya kutokea mpaka leo hii. Mpaka leo hii, na yupo mganga mmoja aitwa Mzee Bakari Magoma aliingia kwenye hicho kisiwa akakata dawa kata dawa alishindwa kutoka, aoni njia aoni njia. Kwa hiyo mpaka mizigo alipoiacha mm. ndo akaona njia ya kutokea. Leo labda mimi nikasema naenda pale bila kuuliza wenyeji, nimejitokea huko, naenda kuchimba dawa, kutoka siwezi kutoka siwezi kutoka, kutoka. Haa. Haa. Haa. Hiyo inawezekana kabisa na ishatokea, ila kwa wazawa, kwa wazawa hiyo si mkataba, tushamaliza kwao mzawa anatesa tu pale okay. E. So wageni wafanyaje? Labda mgeni labda kafika, anataka afike kwenye hicho kisiwa wenyewe, wenyeji kwa mwenyekiti, bwana, nataka niende kule na moja mbili tatu, kwa upate mtu akupeleke. Na kutoka hapa hadi kufika hapo ni kama mwendo wa muda gani? dakika ishirini hivi. okay. E. kama dakika ishirini ushafika hapo. kama nitakuwa na muda leo yeah. na mwenyekiti wa hapa itabidi tuende tukapaone hiyo e, sehemu ambayo ukifika bwana bila kufuata utaratibu, utapotea, huwezi kutoka. Hmm. Okay. Sawa, hamna neno mi nitakupeleka na mi nitakuwa mwenyeji wako. Okay. na kwa uwezo mkubwa wa shesero. Hmm. Basi utafanya mambo yako na utatoka, lakini kule maji waga yanakuwa ni mengi sana kuja huku. I, in, inakuwaje? pengine kitokea maji yamejaa eh, navukaje kule maji? Sisi ndio ndutaka wenyeji, si tu wenyeji tajua temu gani maji yanajaa, temu gani maji hayajai eh. Kwa hiyo tunakupeleka temu hii maji yametoka, temu hii maji yanajaa, kwa hiyo sisi tunajua tunakuelekeza. Okay. ni mara ngapi, pengine wanakujaga wageni bila kuuliza utaratibu au kuuliza wenyeji, wanakwenda kule alafu yanawakuta ya kuwakuta? Ni mara nyingi tu ishatokea hiyo eh, ishatokea. Yeah, wasaidiaje Nisaidia ni yeye mwenyewe kwa sababu sisi tutakuwa hatuko kule. Mm. Yeye ameenda yeye mwenyewe kivyake kivyake. Okay. Kwa hiyo anaposhikwa na matatizo lazima ajikwamue kama huyu mmoja alikata dawa. Alipoona njia haitoki, ha, haioni ya kutokea, aliacha dawa. Alipoacha dawa aliona njia. Okay. Kwa hiyo inatokea kama hivyo. Okay. Kwa hiyo umekwenda kule kufanya kitu ukaona, imekutokea utaacha. Okay. Yeah. Na wale majini bado hapo. Majini hapo. Ee, kwa sababu ya mkataba wa ee, Shesel. Ee, majini wapo na kuna watu kule washipata matatizo na majini. Kuna watu walikuwa walima huko Wamakonde washai kufariki ee, walikwenda wali, ee, walikwenda kule Wamakonde waka wanalima kule mahindi nini ee, basi wengi tu walifariki ee. Wakati naingia katika mtaa wako ni mtambo umetulia sana ee, kama hakuna watu ni wamekwenda kwenye shughuli au ndio mtaa ambao ndivyo ilivyo? Mtaa wako haunaga fujo za watu, ni utulivu mwanzo mwisho? E, mtaa wangu una utulivu na una pirika nyingine, kwa sababu hapa sisi tunaishi ki, kama kifamilia, ukaona watu wote ni ndugu yule kamuonea yule, yule kamuonea yule, wote tunajuana pani hapa, hakuna mtu hamjui mwenzake huko. Mimi nilipoingia tu leo, yule mgeni yule, yule mgeni eh, ukaingia mji huu mgeni, tunajua kwamba mgeni, mpaka watoto wajua kwamba yule mgeni eh. Kwa hiyo nyumba humu humu na nyumba na nyumba kwenye huchi kijiji na nyumba 105 kwa hiyo nyumba mia na tano, hizo zote tunajuana eh, kwamba nyumba ile pale ina watoto watatu, nyumba ile pale ina watoto sita, tunajuana sote naishi kwa kusaidiana kijamaa, tunaishi kusaidiana kijamaa na ndio maana ukaona kwamba tuna maulidi yetu. Kwa hiyo watu wote wale ni kitu kimoja kwenye maulidi, na watu wanachanga wote na wanashirikiana wote. Matukio yale ya wizi nafahamu, kuna baadhi ya mitaa huko kuna vijana wale wadokozi. Wadokozi uloduko kwenye mtaa wako ikoje? E, kwenye mtaa wangu wizi inaweza sema hamna, lakini kwa hadisia haukosi mmoja mmoja, umeelewa, lakini kwa asilimia kubwa wizi sisi hatuna. Mm -hmm. E, unakuja uweze ukaika baskeli yako pale na ukaja ukaikuta kenda zako, maana pia ukiiba shughuli unayo. E, ana. Mm -hmm. kwa sababu watu wanajuana, okay. kwa watu wanajua fulani kaiba ile. Kwa hiyo sisi hapa kwa uwizi tuna usalama, sijaona. okay. Mm -hmm. Maduka labda watu ambao wanauza unga nini, nyanya nini, au mnaemea nje hapa tunayo maduka tunayo hapa hapa, okay. E, tuna maduka humu mjini manne e, ndani ya mji maduka manne ya kuuza hizo nyunga michele e, tuna... Niambie, ni jambo gani ambalo linakuvutia sana kwenye mtaa wako kama mwenyekiti na pia kama mzawa wa hapa, ni jambo gani ambalo linakuvutia sana na pengine unajivunia kuwa mwanamnyanjani? E, si unyevulia sisi kwetu kwanza ni watu wenye kumjua Mungu e, watu sisi tunaishi kifamilia ki, yani ni watu wote hapa ni Waislamu, yaani mjuu kaja watu wote ni Waislamu, na watu wote wanaabudu Mungu, watu wote wanamuogopa Mungu, wanaimani ya Mungu. Kwa hiyo e, watu wote hapa ni wasomi wa dini ya Kiislamu e. So kama utapenda kujifunza dini vizuri, karibu mnyanjani. Karibu mnyanjani na humu mote mi sisi ndio anzishiwa elimu ya dini ya Kiislamu humu Tanga, ah, dini ya Kiislamu ni huku ikasambaa ah. Ukenda mote humu elimu yao imetoka hapa. Lazima aanze hapa. alafu ndo isambae kenda wote Tanga nzima. Historia ipo. Historia ipo. Tanga nzima. Sheikh wote tukamsikia, lazima amesoma hapa. Na kama kusoma hapa, amesoma kwa mtu anayetoka hapa. Kwa sababu kuna mtu aweza kwenda kutoa elimu Sambani Nyanjani ni sehemu ndogo sana yeah, lakini ina historia pana kwenye elimu yeah. Bila shaka umemsikia mwenyekiti, mwenyekiti. Pale kuna ngoma, sijajua hii ngoma nataka uniambie kidogo hii ngoma ina historia gani? Utuelezee kidogo hi ngoma. Eh, e, hii ngoma hii, mimi nimekuja kuikuta tu hii ngoma, lakini wazee ndio wenye historia kubwa hii ngoma wanaoifahamu vizuri sana. Sisi mwali wa sikia tu kwamba hii ngoma alikuwa kipindi hicho kukawa nato na jambo mjini, basi inapibwa inapigwa watu wa wanaoisikia wasikie kwamba huko kuna, kuna jambo limetokea, lakini e, wazee wale pale ndio wanaofahamu kwamba ngoma hii ilikuwa kazi yake ni nini. wa wa Okay. E. E, e. na ikapigwa watu wafanyaje? Bibi anaweza kuniambia e, bibi anaweza kukwambia e, muulize bibi yangu hapa. Niambie kidogo historia hii ngoma ilikuwaje, bibi. Nimekuingilia kwenye shughuli Shikamoo. <laughs> Marahaba, salama salama. Ii, unaitwa ukili usidio bibi? Ile ngoma bibi, na historia gani? ile ngoma na sisi pia tukazaliwa au tukachangamka, ndo twaziona zile ngoma, miza sana sherehe ya harusi sherehe kama hizi mlizonazo nyinyi saa nyingine hili yatumika, kwa nisikia vizuri, harusi kila ilokuwa ni jambo la kifuraha sana mno, hili nayo ingoma ndani ya kazi ewa, na sisi pia tunaziona hivyo hivyo eh. Historia kubwa sana katika mji wetu Mnyanjani hapa. Wow. Historia kubwa. Wakati naongea